Kristo, karibu tena sasa. Tuendelee kutafakari kuhusu mungu ni nani? Karibu. Moja. Mungu katika Maandiko. Biblia inamfunua Mungu kama Muumba wa vyote: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, Mwanzo moja moja. Mungu ni wa milele, asiye na mwanzo wala mwisho, Zaburi tisini mbili. Mungu ni Roho. Mungu ni Roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli, Yohane 4:24. Mungu ni upendo, Mungu ni upendo; akaaya katika upendo, hukaa ndani ya Mungu, naye Mungu hukaa ndani yake, 1 Yohane 4:16. 2. Imani ya Kanisa Katoliki, katekismu. Kanisa Katoliki linafundisha: Mungu ni mmoja, hakuna miungu mingi. Mungu ni mtakatifu kabisa asiye na doa wala upungufu. Mungu ni muumba na mlezi, kila kitu kilichopo kinatoka kwake na kinasimama kwa uwezo wake. Mungu ni Baba mwenye huruma, anayejali viumbe vyake na kuwa karibu nasi. Tatu, fumbo la Utatu Mtakatifu kwa Wakatoliki, kilele cha imani ni kwamba Mungu yupo katika umoja wa nafsi tatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba ndiye muumba, mwana Yesu Kristo ndiye mwokozi, Roho Mtakatifu ndiye mfariji na mpatia neema. Lakini hawa si miungu mitatu, bali Mungu mmoja tu katika nafsi tatu. Mungu katika Kristo Yesu. Kanisa linafundisha kuwa Yesu Kristo ndiye neno la Mungu aliyojifanya mwili, Yohane 1:14. Ndani ya Yesu tunamwona Mungu aliye karibu anayeshiriki maisha yetu anayeteseka na kutuokoa. Yesu alisema, aliyeniona mimi, amemwona Baba, Yohane 14:9. Mungu kwa maisha ya Mkristo. Kwa Mkristo Katoliki, Mungu si hadithi au dhana ya mbali, bali ni Baba wa kweli, mwenye huruma, na anayeshiriki maisha ya kila siku. Tunamfahamu Mungu kwa njia ya Maandiko Matakatifu, sakramenti na maisha ya Sala. Tunamwishi Mungu kwa njia ya upendo, haki na huduma kwa wenzetu. Ishi Mungu. Hitimisho: kwa mtazamo wa Kanisa Katoliki, Mungu ni mmoja, Mtakatifu, Muumba, na Baba mwenye huruma. Mungu amejifunua katika historia ya wokovu, na kilele cha ufunuo huo ni Yesu Kristo, ambaye anatufunulia uso wa Mungu.